Uhalisia vizuri, nipe muda nizungumze. Akasema kaa chini, nikasema ufu utende haki, nisikilize, naomba unipe muda nikusimulie vizuri ile jambo, kwa sababu unatakiwa ulijue kiundani. Akasema kwamba kaa chini, nikasema sawa, saa mwenyekiti, lakini tunaonewa. Naomba utusikilize, akasema toka nje Kasema sawa basi wangu, natoka nje. Nikatoka, nilivyotoka nje nikamtumia meseji, nikasema, mwenyekiti, naomba nirudi, makamu, naomba nirudi mheshimiwa, mambo ni mengi ya kuzungumza leo, nipe nafasi nizungumze. Nikamtumia, nikamtumia meseji Heche moja kwa moja nikiwa nimekuja kuchukuliwa nje ili nirudi kwenye kikao nikamalizie hoja yangu, akatokeza mtu anaita ni wa ulinzi na usalama misi mfaamu akajitokeza, na, na manywele kama marasi amepanda hewani, akatoka na nakimbia mlangoni, kabla mi sijaingia yani, ile mara wametoka kunichukua nje, nataka kuingia, ndo akanikimbilia akanipiga Ngumi kichwani. Kwa mfano chama chetu e, kiongozi wa kitaifa ni mtu mkubwa sana ambaye kwanza e, viongozi wa mkoa, wilaya, kata wote tunakuwa tuna nidhamu sana kwake kwa Chama cha Mapinduzi, lakini imetusikitisha sana kuona kwa kweli e, kiongozi wa kitaifa anapigwa mbele ya kiongozi mwenzie, kwa maana ya Sigrada amepigwa mbele ya mwe, makamu mwenyekiti Uh, wa CHADEMA Taifa, hii imekuwa ni tofauti kidogo. Kwa hiyo nimekuja kumwangalia, uh, dada yetu akiwa anapata matibabu hapa Kibena Hospital. Of course hali yake inaendelea vizuri japo inabadilika kila wakati, nafikiri shambulio lake lilikuwa ni kubwa. Kwa nini tupoje kumwangalia? Kwa sababu sisi chama cha mapinduzi, eh, uh, kupitia mwenyekiti wetu wa CCM Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan tunahubiri juu ya 4R. E, fa uh, moja ya, ya mambo ambayo anasisitiza mheshimiwa rais kwanza uvumilivu na kuheshimiana. E, hii tumeiona kwamba kwa kweli e, wenzetu CHADEMA ni kama hawaheshimiani, hivi sio, vi, sio vibaya kus, sio vizuri kusema hivyo, lakini ni kama hawaheshimiani. Kilichotokea juzi tarehe 25 uh, kupigwa kwa mwananchi mwenzetu wa mkoa wa Njombe dada yetu Sigrada Mligo, kwa kweli chama cha mapinduzi tumejisikia vibaya sana vibaya, na tusingetamani jambo lijirudie, na kwa hadhi ya kiongozi wa kitaifa tungetamani eh, tusingetamani jambo hili lijirudie tena, kwa sababu si afya ya kisiasa. Huwezi kuhubiri demokrasia kwenye mazingira ambayo ndani mnapigana. Chama cha Mapinduzi tunaweza kusigana kwenye baadhi ya mambo, lakini tunayamaliza kwa utulivu kabisa. Lakini wakati tukio hili linatokea, pembeni kulikuwa na baadhi ya askari polisi ambao walichukua hatua ya kutaka kumkamata huyo mtu, lakini baadaye aliponyoka na kuweza kutokomea. Lakini tulifuatilia jina lake na kuweza kulipata.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 nazo za kumshambulia. Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili, ndiyo Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali. Kama vile friji, TV za kisasa, yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka inchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.